We, we, we, we, yaani mambo inaendelea kuchemka siku baada ya siku, unga inazidi maji siku baada ya siku, mambo ya Nduta inaendelea kukua mzito siku baada ya siku. Sasa sijui kama mmesikia ile mambo yenye imetokea tena. Kuna ile mambo ambayo imetokea ambayo najua hata nyinyi mmestuka, and it is about Nduta. Kujeni hapa tusikilizane tuzemezane, tusemezane, na ndio sababu tuko hapa ili tuelimishane. Mahali kuna makosa tutoane makosa ama namna gani? Sasa kuna hii mambo ambayo imetokezea. Mambo mpya ya Nduta. Inasemekana Nduta kumbe hata hajawahi si, si mara ya kwanza kufungwa. Inasemekana Nduta si mara yake ya kwanza kufungwa. Nduta amewahi jipata mahali pengine kwa makosa yenye bado hatujaguziwa. Sasa kuna hizi news ambazo zimeweza kubrekiwa, zikisemekana ya kwamba kuna huyu jamaa mhubiri fulani ambaye anajiita John Witherspoon, ya kwamba huyu mhubiri, kuna mtu fulani ambaye aliweza kumpatia habari na akamwambia kwamba huyu nduta, si mara ya kwanza kufungwa si mara ya kwanza kupatikana kwa ngori. Hey wakuu, kumeshikana, kumeshikana nawaambia, kumeshikana. Sasa inasemekana ya kwamba Nduta amewahi kujipata mahali na wakafungiwa kwa jela kwa muda na walikuanga na mtu fulani mwenye eh, wanahabari wanasema ya kwamba hawataki kutaja jina lake, lakini barua iliandikwa na ikaandikiwa huyu John Witherspoon akiambiwa ukweli kuhusu huyu Nduta Margaret Nduta vile Nduta, amewahi jipata kule Ghana akiwa amefungiwa kwa jela huko na mwambie hey. hey, hey, hey, hey. kuendelea kuchemka kunaendelea kuchemka mambo inaendelea kukua moto sasa inasemekana ya kwamba huyu John Witherspoon na ni mhubiri kutoka kule Hong Kong, alipata hii habari kutoka kwa mtu mmoja ambaye inasemekana ya kwamba alikuanga jela moja na huyu Margaret Nduta. Swali ni, Nduta amewahi shikwa mara nyingine tena? Na kama amewahi shikwa mara nyingine tena, kwa hivyo hii mchezo anaifahamu vizuri ama namna gani? Na tukirudi pale nyuma kidogo, hatujakataa Nduta anaweza kuwa labda hakuwa anajua chenye kinaendelea, lakini hata kama hajui chenye kinaendelea, hizi pesa ambazo alikuwa anapewa 167,000 alikuwa anapewa bila kujua chenye kinaendelea. Ni vizuri kujiuliza maswali sometimes, ni vizuri kujiuliza maswali sometimes. Na pia nyinyi wakuu Muniambie maoni yenyu ni gani? Kwa sababu hii mambo ni mzito na inaendelea kuchemka siku baada ya siku, kunaendelea kukuwa kungumu siku baada ya siku, na mambo mapya yanajitokezea siku baada ya siku. Tumeona stori ya John, tumeona stori ya, ya, ya, ya Rish na Lilian zote zikiwa combine, na mdosi wao akiwa ni John tumetoka hapo sasa, tuko hapa kwa hii story ya kwamba Margaret Nduta si mara ya kwanza kujipata kwa jela katika nchi ya nji, ya kwamba kuna mhubiri ambaye amekuja na mambo, na hii mambo sio mimi nimesema na sina lawyer. Amu, repeating sina lawyer, munisikilize venye nasema, kwa sababu hii mambo imetoka mahali ambapo nyinyi mnajua, mumeona hizi news ya kwamba Huyu John Wotherspoon ndio aliweza kupewa hii habari. John Wotherspoon akiwa kule Hong Kong, yeye mwenyewe ndio amesikika na mutasikia, mutasikia kwa hiyo recording ambayo iko hapo, mutasikia ya kwamba ameongea kwa recording fulani hapo, aliweza kurekodiwa akizungumza na wana habari akipeana habari yote vile aliweza kuambiwa na mtu mmoja ambaye inasemekana alikuwa na Nduta pale kwa sel ama kwa kifungo kule Ghana. Sasa mambo iko namna gani, wakuu? Si kuzuri na si kuzuri na, sasa tunazidi kuuliza maswali hapa. Je, kama Nduta kweli amewahi kujipata kwa ngori ingine akaenda akafungiwa kwa jela kule Ghana vile tunavyoambiwa hapa na John Witherspoon ya kwamba kuna rafiki yake ambayo alikuwa naye kwa jela, inamaanisha ya kwamba pia maparents wanaweza kuwa wanajua hili jambo na wanafunikia, mm? si mimi nimesema, lakini najaribu kujiuliza maswali pia, kwa sababu ya vile mambo ilivyo, kuna uwezekano ikakuwa ni hivyo. Lakini pia ikimalizia kwa hiyo video, mnasikia pia sista ya Nduta ama dada ya Nduta anasema ya kwamba sista yake hajawahi travel tena kwenda kwa nchi nyingine. <laughs> kama mnasikianga kizungumkuti basi hapa kuna kizungumkuti. Tunasonga nalo jinsi tu ama pinde, uh, pindi tu yanapotokea, yakitokea, tunawaletea na nyinyi mnachambua, mnatuambia pale kwa comment section ya kwamba maoni yenu ni gani, ni ukweli Nduta amewahi kujipata kwa ngori akafungiwa Gana. Na kama kweli amewahi jipata kwa ngori akafungiwa kwa kule Gana. Wazazi wake pia kuna uwezekano pia wanajua chenye kinaendelea na waliweza kumfungia ama kufunikia mambo isisambae. Na pia kwa upande mwingine zile pesa zenye Nduta aliweza kupewa 167000 hizi pesa hakuwa anajua chenye anaenda kufanya. M? Hmm? Hakuwa anajua chenye anaenda kufanya. Na kama hii mission ingekuwa successful saizi kungekuwa namna gani? Angekuwa anaambia watu no kogeria. No kogeria. No kogeria. Unasikia mtu anamuuliza, "Eh, Nduta, ulikuwa successful aje?" Na yeye anawajibu, "Ah, no kogeria. No kogeria. Maisha no kogeria." So pale kwa comment section, wewe tuambie tu pale kwa comment section, "Je, unaona haya mambo yakiwa namna gani?" Hii stori yenye imechepuka mpya, unaiona ikiwa namna gani? Ni ya kweli ya kwamba Nduta kuna uwezekano aliweza kujipata katika ngori ingine akafungiwa kule Ghana, kulingana na zile habari ambazo tumeweza kuzipokea kwa meza zetu, ama ni uongo? Na kama ni uongo, pia tuambie ni kwa sababu gani, tuzidi kujua ukweli na tuzidi kupata zaidi ya vile mambo inaendelea tunapoingia kwa hii video tuweze kuisikiliza vizuri, tujue vile inazungumza, twende nalo sasa. shida ni problem problemzetu mm. Kuna taarifa ambayo tumekuwa tukifuatizia kuhusiana na mpango wa kumnyonga mkenya kule Vietnam, Margaret Ndutana, hatima yake imebakia gizani, huku familia na Wakenya wote kwa ujumla wasijue kama Nduta yuko hai hautayari aliwawa Kutokana na taarifa hii, upekuzi NTV imepata madai mapya kutoka nchini Hong Kong, kutoka kwa mhubiri mmoja anayedai kwamba alifat, alipata fununu ya maelezo ya kuwa si mara ya kwanza Nduta amepatikana na hatia kama hiyo, ila kwa njia ya kushurutishwa. Je, mtandao huu wa wanaowashurutisha waathiriwa katika ulanguzi wa mihadarati ni akina nani? Hemed Abdalla ameizamia wakati hatima ya kutiwa kitanzi kwa Nduta ikiwaacha Wakenya na familia ya Margaret Nduta njia panda na kizani, wasijue hali ilivyo kwa sasa, mhubiri kwa jina la John Witherspoon ambaye pia ni mtetezi wa haki za kibinadamu kule nchini Hong Kong alipasua mbarika kupitia mawasiliano ya kimtandao tulioweza kuyarekodi akisema, wakati akihubiri gereza moja nchini humo, aliwahi kupatana na mfungwa mmoja wa Kikenya ambaye majina yake tumeyabana kwa sababu za kiusalama hapo Akisema mfungwa huyo aliwahi kuwa na Margaret Nduta gereza moja nchini Ghana, na katika hali hiyo, mhubiri huyo alipata ujumbe wa barua kutoka kwa mfungwa huyo ulio na masimulizi ya kutisha akisema anamjua Nduta kutoka alipokuwa na yeye gereza moja kule taifa la Ghana kwa hatia sawa ya ulanguzi wa mihadarati. Nikisoma barua kwa kunuku, namjua magi na tulikuwa pamoja Ghana, na tulivyotoka, kweli walitufos mpaka ndani ya nyumba. Tafadhali, anasema ukweli, andowa Nigeria walisema wataua watoto wetu na hata kila mtu tusipobeba. Tena hawa watu wengine mpaka familia zetu za mbali, tafadhali msimuache au wawe au, anasema ukweli. Wa Nigeria hawawezi kuachilia mtu huku, hayo ya kijiri Sauti ya dadake Nduta ilijitokeza kupinga madai hayo na kamwe, anasema Nduta hajawahi kufungwa nchini Ghana na makosa kama hayo. Hapana, sitangwa, jaenda Ghana. Unaona vile watu wana fake mambo. Nduta alitarajiwa kutiwa kitanzi kule Vietnam jana Jumatatu, saa kumi na nusu alasiri. Ila kwa wizara ya mambo ya nje ya Kenya na familia yake, bado hakuna maelezo kamili ya kudhihirisha ikiwa Nduta yuko hai au alikwisha tolewa uhai Hemedu.